Uwezo wa kiungo wa Simba Sport Club Alasane Kande wazua gumzo, ambapo wakati Simba Sport Club na Yanga zikiwa na viungo wapya kutoka Afrika Magharibi, tofauti kubwa imeanza kuonekana kati ya Alasane Maudo Kande wa Simba na Bala Musa Conte wa Yanga. Kante ameanza maisha yake ndani ya Simba Sport Club kwa kiwe, kwa kiwango bora sana, ameonyesha utulivu nguvu na akili ya mpira akiwa kiungo tegemeo kwenye michezo mingi aliyocheza. Ni aina ya mchezaji anayeziunganisha ulinzi na mashambulizi kwa ufanisi na, na mashabiki wengi wanampongeza kwa ubora wake uwanjani. Kwa upande mwingine, Bala Musa Conte bado hajapata nafasi ya kutosha ndani ya Yanga amekuwa akicheza mechi chache sana, jambo linalofanya uwezo wake bado haujaonekana vizuri mbele ya mashabiki kwa ujumla. mpaka sasa, Kante anaonekana kuwa na kiwango bora zaidi na amejihakikishia nafasi ndani ya kikosi cha Simba huku Konte akiendelea kusubiria muda wake wa kuonyesha thamani yake. Ndivyo hivi ambavyo wengi wameweza kutofautisha eh, tofauti ya viungo hao ambao wote waliweza kutambulishwa na kusajiliwa kwa mbwembwe mbwe, na kutambulishwa kwa mbwembwe mbwe, lakini tofauti zao zimeanza kujitenga kwa sasa ambapo awali ilisemekana kwamba Bala Musa Conte ndiye mchezaji ambaye alitakiwa na Simba na ndiye ambaye ni e, mchezaji ambaye yuko vizuri zaidi kuliko e, Kante. Lakini kwa sasa kutokana na kupata nafasi chache za kucheza basi Kante wa Simba ndiye anaonekana ni usajili bora zaidi kuliko wa Konte wa Yanga ambaye anacheza mechi moja moja ambazo hazimuonyeshi kabisa uhalisia wake, hivyo na kuwengi kufanya kuweza kuonyesha hizo tofauti zake, huku wakidai kwamba uwezo wa Kante wa Simba ni bora kuliko wa Konte wa Yanga, huku wengi wakiwa wametofautisha kwa kuwa yeye Kante ameshajihakikishia ku, kwenye kikosi cha Simba huku Conte bado akiwa hajajihakikishia kutokana kucheza mechi chache zaidi, hivyo tutegemea mabadiliko yoyote kwa wachezaji hawa endapo watapata nafasi zaidi na zaidi.